Unampigia mzazi wao, unamwambia bwana, mwanao shuleni afanye vizuri. Anakujibu, kwani mimi niko nafanya vizuri he? au kwani wewe umefika kidato kigani? Mimi nimeshia la saba, sasa unategemea atakwenda chuo? Hayo majibu ya kujibu mzazi mwenzako, tena mbele ya mwalimu mkuu. Usiniambie eh, mwalimu mkuu hapa mpigie, baba mwambie, mwanao mwanao elimu yake inasumbua, baba fulani he? mtoto wa mwalimu mkuu hapa niko naye nikunao mikaasika mtoto elimu inamsumbua, tunafanyaje? Kwani wewe mama yako umemaliza darasa la ngapi, au kidato gani? Mm, mimi kwa kweli nakumbuka mara mwisho nilifika nili, ni la saba, lakini familia kwa haina uwezo kipindi cha kulipa ada nikashindwa. Sasa kunategemea huyo atafika hivi? Hey, uliona wapi mtoto wa nyoka akawa ngedere? nabinio anajibu hivyo, niliona aibu mpaka nikuwa kasa. Mama kwani kipindi matafuta mahusiano mnashinda kwa sababu baba unajua kumkagua mtu Umekutana na mtu mwema, sio mwema, baba. Mapenzi kama kamali, utampata kamali, ujua utampata akampata, mpole tu upate mtu sahihi, unaingiza mkono kwenye kapu, leo ngapi?